Hapa ni kwenye mradi wa maji wa tank la lita laki tano. Mradi huu ambao umekuwa ukitekelezwa na mamlaka ya maji mjini Mtwara Mtwasa. Wananchi wa maeneo haya wameshukuru serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu so Hassan pamoja na mbunge wa jimbo la Mtwara mjini mheshimiwa Hassan Mtenga na mamlaka ya maji kwa kusimamia mradi huu na kukamilika kwa wakati, na kwa sasa wananchi wamekuwa wakinufaika kwa kupata maji katika maeneo haya. Nashukuru Mama Samia kuletea mradi wa, wa maji ambao unahudumia katika hii kata kata ya Mtawanya huu mradi na tunashukuru kwa sababu tumepata huduma ya maji kwa, tunapata shida kipindi hicho, maji tunafuatilia mbali, tunaenda kwenye mashimo, tunaokota maji na tunayatumia na, tunapata tuna yale maji ambayo hayako salama. Kwa sasa tunapata maji ambayo yako salama, tunapata maji ya, ambayo ni yako safi, lakini pia tunapenda kushukuru uongozi wa mkoa ambao umesimamia hili jambo na kutuhudumia sisi kupata maji katika kata hii na katika kata zingine ambazo zinahudumia kupitia mradi huu wa MTUWASA. Najua unajua dhamira ya serikali hasa ya mama ilikuwa ni kumtua mama ndogo sana. Hii dhamira imekamilika kiasi kikubwa hasa kwa ujenzi huu wa tenki ya lita laki tano. Huu ni mradi mkubwa umeenda kumaliza kero kabisa, hata kama haijamalizika kwa asilimia mia moja ila asilimia 90 80 zimekamilika na pia mbunge wetu Mtenga, huyu mbunge mi napenda kumsifia na kumshukuru kwa sababu mwenyewe wa waziri wa maji Awesu ziara ya mama alivyokaja, aliwahi kusema hii mashine inatisha, akianza kufuatilia. Yaani Awesu ilikuwa mpaka akimuona anamkwepa kwenye makorido, lakini huyu bwana anambana. Mpaka inafikia leo jimbo hili la Mtwara mjini kuna mradi mkubwa hapa unaendeshwa, bilioni 19 wa maji, lakini ni jitihada za na humu mtaani sasa hivi kuna kuna wakandarasi kuna, kuna, kuna, kuna wanapita sehemu ilizokaa hazina maji. Sasa hivi wakandarasi wanapita kuleta hiyo miundombinu ya maji mpaka huko mabondeni. Kwa hiyo kiukweli, serikali ya awamu ya sita safi. Mama Samia ni rais msikivu, kimwambia jambo anaelewa, na Mtenga ni mpambanaji kwa kweli. Mimi mbunge wangu sina mwingine zaidi ya Mtenga, hata kama atatokea nini na nini, hata kama atafanyaje, mbunge wangu mimi ni Mtenga. Mtenga is a good good good Shukrani zangu za dhati kupitia mradi huu wa tanki la maji, nimshukuru sana mama angu kipenzi, mkuu wa nchi, mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuletea huu mradi mkubwa wa tanki hili la maji, ambayo tanki hili sambamba na hilo linagawa kata hii ya Mtawanya, lakini nje ya Mtawanya. Na nishukuru sana serikali kubwa kuleta huu mradi wa tanki, sababu wananchi wangu walikuwa na adha kubwa sana ya maji, lakini kupitia hili tanki la maji kwa sasa wananchi wangu wananufaika na nategemea watanufaika zaidi kupitia huu mradi wa maji ambao umekuja kwenye huu mtaa. Changamoto ilikuwa ni kubwa sana, wananchi wangu wapataji wa huduma ya maji. Walikuwa wanachukua kwa bondeni, kuna sehemu moja inaitwa kwa Mdodo, ndiko maji walikuwa wanachukua huko. Lakini kwa sasa kupitia tanki hili la maji na nishukuru pia hata pia Mheshimiwa Mtenga mbunge wetu wa Mtwara hii mjini amefanya kazi kubwa sana kupambana mpaka kutuletea huu mradi. Kwa hiyo nimshukuru sana na aendelee kutupambania vitu vikubwa zaidi zaidi na zaidi. Sambamba na hilo pia niwashukuru mamlaka ya Mtuwasa. Ilikuwa ni kilio kikubwa sana, nishioenda ofisini kwao, mala wakaza wakaza kulia kilio cha maji, lakini baada ya kukamilika huu mradi wa tenki wamekuja mtani kwangu. Zoezi sasa hivi linaloendelea ni kupisha mtandao wa maji, kwamba kila mwananchi atachukua maji kwenye huu uh, mtandao wa, wa bomba kufikisha nyumbani kwake. Hizo jitihada zinaendelea kufanyika na, na, na, na Mtuwasa. Kwa hiyo niwashukuru sana watu wa Mtuwasa, lakini pia sambamba na hilo niseme tu kitu kimoja kwa hao ndugu zangu wa Mtuwasa, kazi inaendelea saiti, lakini uendeleaji wa hii kazi basi isiwe ya kusuasua, wajitahidi sana. Wananchi bado wanahitaji mtandao wa maji sehemu tofauti tofauti, wajitahidi sana kufika kwanza kwenye mradi huu ambao unaendelea kusambaza mabomba, wafike wajiridhishe, kuna changamoto bado ipo. Wananchi wanahitaji mtandao huu wa maji uendelee mbele zaidi. Kwa sasa bado wanahitaji hao wananchi wangu waweze kufikishwa mtandao wa maji ili waweze kuvuta maji. Kwa upande wake kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji mjini Mtwara Mtuwasa Injinia Fadhili alikuwa na haya ya kueleza kuhusiana na mradi huo mkubwa maji wa maji ambao wameutekeleza katika mtaa wa uwanja mta wa ndege, mradi hnuz wa tenki la lita laki tano eneo la airport. Mradi ule umekamilika na sasa unatoa huduma. Ule mradi ni sehemu ya mradi mkubwa wa maboresho ya miundombinu ya maji Mtwara mjini ambao sasa kulingana na ukubwa wake tuliugawa katika sehemu mbili. Sehemu moja ikawa ni ujenzi wa tenki na sehemu ya pili sasa ni kwa ajili ya usambazaji, lakini pia kutakuwa na matenki mengine mawili zaidi. Sasa mradi ule tulianza nao mapema kabisa, kulingana na fedha tulipokea mapema kwa ajili ya utekelezaji wa ule mradi na tuliotekeleza umekamilika na sasa unatoa huduma katika kata mbili, kata Mtawanya pamoja na kata ya Ufukoni. Kwa hiyo kwa mradi ule jumla yake sasa unatarajia kuhudumia watu zaidi ya watu elfu arobaini na mbili, na kwa sasa tayari tumeshaanza, tumeshatandika bomba kubwa la kutoka tawa kutoka kwenye hilo tanki airport kwenda Mbaya na tayari majaribio yameshakamilika. Kwa hiyo watu wa ambaye chundi kule tayari wameshaanza kunufaika na maji hayo. Kwa upande wa Mtawanya wenye tuna miezi mingi tayari wameshaanza kunufaika kwa maeneo yale ambayo yenye miundombinu iliyokuwepo, tayari tulitandika bomba kubwa la inchi sita kwenda eneo la Mtawanya. Kwa kikubwa kilichobakia sasa hivi ni kuta ni kusambaza mitandao kwenda kuwafikia maeneo ya makazi ambayo kwenye hilo nalo tumeshaanza, tumeshaanza kwenye kata ya Mtawanya, tumeshaanza kufanya upanuzi wa mtandao hususan katika eneo la airport na Mtawanya juu. Tukitoka hapo, tutaelekea maeneo mengine ili kuweza kufika sasa, tuweze kuhudumia watu wengi zaidi. Na pia kwa upande wa Mbaye tulilaza ile bomba letu kubwa la kipenyo cha milimita mia mbili na hamsini ambalo lilishakwambia limekamilika na limeshaanza kutoa huduma lakini sasa tunaenda sasa kuunganisha bomba ndogo ndogo zile za maeneo ya mbaye kote ili waweze kunufaika na mradi huo. Kwa hiyo tunavyozungumza, ndani ya siku 30 zijazo, kata nzima ya Ufukoni tunaweza tukaanza kuilisha sasa kwa kutumia tanki.